Haki usawa ni ngome yetu, umoja haki usawa ni ngome yetu, yes, Demokrasia ni tunu yetu, unyanyasaji uzalilishaji siyo sera yetu, mushwa dhuluma siyo sera kwetu, huvuya pamoja, mshikamano ndiyo dira yetu maendeleo ni sera zetu, kupinga uonevu kwa nguvu zetu, uongozi bora ni utu wetu, ACT Wazalendo ni chama chetu. Pata taarifa kwamba leo kwa nakuja kuchukua fomu hapa ya kugombea urais. Sasa utaratibu wetu ni kwamba unajaza fomu hii. Sasa kuna sehemu ambazo tayari ishakujaza. Yeah, okay. yeah. tarehe uh, siku ambayo takuja kurejesha na sign utasign. Sasa simame kidogo, atakuwa picha hapa. Tuna mwongozo, mwongozo huu utakusaidia wakati wa kujaza. Hapa najua pengine katiba unayo haja yeah. ya, ya Zanzibar kuna kipengele kinahusu ugombea urais, ambayo itakusaidia. kanuni, kanuni mm-hmm. ya chama ya uchaguzi yeah. yeah, okay. itakusaidia hiyo katika ita kujaza na fomu yenyewe. Sasa fomu yenyewe ni hii. Sasa ukumbuke kwamba tarehe ya mwisho ya kurejesha tarehe kumi na saba nah, okay. isije ikapita saa kumi Alhamisi kamili tarehe kumi na saba. Kwa hiyo ni siku ya mwisho ya kurejesha. na mimi nakushukuru kwa kutumia haki yako ya kuja kuchukua fomu kama mgombea wa chama chetu. <tipu> katibu wa tume ya uchaguzi ya chama ndugu, makamu mwenyekiti, ndugu naibu katibu mkuu wa chama chetu, viongozi mbalimbali, mwanasheria mkuu wa chama ambaye ni muhimu katika hatua hii tulionayo sasa hivi, ndugu viongozi mbalimbali ambao mmehudhuria, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kwanza naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillahi kwa kutuwafikisha tukafika siku hii Eh, kuja kwa ajili ya shughuli yetu hii adhimu sana lakini, la pili, naomba nichukue fursa hii kwa dhati kabisa niwashukuru viongozi eh, na hasa watendaji wetu wa chama hapa makao makuu kwa maandalizi ya utaratibu wetu huu na kuufanikisha. Lakini kwa namna ya kipekee naomba niwashukuru eh, viongozi wenzangu wote kwa kuja kusindikiza katika zoezi hili la e, uchukuaji wa fomu e, kwa nafasi muhimu e, katika nchi yetu e, na hata katika chama chetu vile vile e, lakini itakuwa mwizi wa fadhila bila kuwashukuru waandishi wa habari, kwanza kwa kuendeleza mashirikiano na chama chetu katika mambo yetu yote muhimu lakini pia kwa kuendelea kutimiza majukumu yao e, katika kuwaelimisha na kuwahabarisha wananchi katika shughuli mbalimbali zinazotokea katika nchi yetu. Ndugu viongozi na sote tulioshiriki e, leo nimekuja kuchukua fomu kwa sababu ni sehemu muhimu ya utaratibu wetu ndani ya chama. Uchaguzi ni mchakato, na unapo unapoanzia kabla hamjaingia kwenye bahari kubwa E, ambayo ndio ile ya kitaifa e. Kwanza kuna mchakato wetu ndani ya chama e, na sisi tunashukuru tuna tunacho chombo ambacho kinasimamia mchakato huu e. Na tunashukuru kwamba maandalizi yao yamekuwa mazuri, tuwashukuru sana kwa hili e, kwa sababu wamesimamia mchakato huu kwa ngazi nyingine za udiwani, za ubunge na uwakilishi e, katika takriban mikoa yote kwa wale ambao tumemaliza, nadhani wengine wamesharejesha fomu, na kwa wale ambao wanaendelea, nadhani waudiwani eh, na, na, na, nadhani karibu taratibu utakamilika. Kwa hivyo na kwa upande huu nawashukuru kwamba wamelisimamia vizuri zoezi hili. Kwa hiyo mi niwashukuru sana kwa moyo wenu eh, wa kushirikiana na mimi katika eh, mchakato huu, lakini leo kama tulivyozungumza kwamba leo si siku ya kuzungumza eh, leo ni siku ya kujigotoa tu kwamba tumechukua fomu hii, lakini mazungumzo rasmi eh, na waandishi wa habari ili kuwapelekea taarifa umma wetu wanachama wetu na wazanzibari wote, basi inshallah tutafanya siku ya kurejesha fomu ambayo itakuwa ni Jumatano tarehe 16 mwezi huu. Siku hiyo tutapata kuzungumza mwenye maswali atapata kuuliza vile vile, lakini kwa leo, mimi ni washukuru sana kwa hatua hii na kwa zoezi hili na kwa kushiriki katika shughuli hii. Asante sana.